Sasa, ndugu waandishi wa habari, tumewaita hapa kwa nia e, kubwa tu kwamba e, tuna taarifa ambazo ni sahihi kabisa, na tuwezi kuzibahatisha kwa sababu tunaamini kabisa kwamba e, Mdude Nyagali hakuwa na ugomvi na mtu yeyote katika e, mkoa wetu wa, wa, wa Mbeya na kwenye kanda yetu ya Nyasa. Lakini ukweli tu ni kwamba e, tulipata taarifa kutoka kwa msamaria mwema e, na ameshazungumza hata kwenye klipu zake ziko mitandaoni kwamba kuna baadhi ya polisi Eh, ambao wanatoka kwenye ofisi ya RCO mkoa wa Mbeya eh, walikuwa wanaomba kupata eh, anwani au adresi anapoishi bwana Mdude Nyagali. Kwayo, uyumtu, kwa hiyo na wakamwahidi pesa huyo mtu kwamba ukituonyesha nyumbani kwake, eh, utahakikisha kwamba tunakupa tuna, tuna pesa, na wakasema usimpe mtu taarifa mtu yeyote, lakini yule mtu kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba E, inawezekana wanamtafuta kwa nia mbaya, kwa nini wamwambie wa, wa kwamba watampa pesa? Hakuweza kuwapa taarifa sahihi kwamba e, yuko sehemu fulani A, lakini kwa kweli usiku wa manane e, siku hiyo hiyo Mdude Nyagali akavamiwa nyumbani na kuumizwa, kwa sababu pale nyumbani kuna damu nyingi sana ambazo zimetapakaa. Na e, ndugu tulivyofika pale tumekuta mtu mwenyewe hayupo pale nyumbani. Tafsiri yake ni kwamba waliondoka naye. Eh, sasa eh, hawa watu ni kwamba majina yao yapo na namba zao za simu zipo. Waandishi wa habari, tutawapeni majina ya hawa watu, lakini pia tutawapeni namba za simu, na tunaamini kabisa hawa ni polisi ambao eh, wako kwenye mkoa wetu, wa, wa, wa Mbeya hapa kwa hiyo, na wanatoka kwenye ofisi ya RCO. Kwa hiyo tuna tunauhakika kabisa kwamba eh, ofisi ya RCO eh, inapasha kufanya kazi ya ziada kuhakikisha kwamba Mdude Nyagali anapatikana kwa sababu kama vijana wake walikwenda wali, wali, wali, wali kumtafuta Mdude Nyagali kwa watu na watu wametoa ushahidi wa namna hiyo, tafsiri yake ni kwamba ofisi yake inapasha kufanya kazi ya ziada kuhakikisha kwamba Mdude Nyagali anapatikana. Lakini kama haitoshi, pia tunamwomba mkuu mkoa, sababu mkuu mkoa ni ene mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, tafsiri yake ni kwamba eh, anahusika moja kwa moja kuhakikisha kwamba eh, analinda usalama wa wananchi wake katika mkoa, na kama anahusika E, tafsiri yake ni kwamba anapasha pia e, kuambia wanambeya e, kuambia Watanzania kwamba Mdude Nyagali iko wapi. Na sisi Jumapili e, leo ilipasha tuwepo kwenye ofisi ya mkuu mkoa e, kwa appointment ambayo tulikuwa nayo, lakini tumekubaliana na mkuu mkoa amesema kwamba leo yuko bize anaomba kesho tufike. Tunamtaarifu tu mkuu mkoa kwamba sisi tutakuja saa mbili kesho e, mapema kabisa e, kuja E, kupata taarifa sahihi kuhusiana na, na Mdude Nyagali na tunakuja huko, sio kwamba kwamba tunakuja kwamba, tuna, tunakuja kwa sababu tunajua yeye ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya, ya ya mkoa. Tafsiri yake ni kwamba yeye ndio ambaye anamsimamia anamsimamia RPC anamsimamia RCO na maskari wote walio kwenye mkoa huwa wanawasimamia. Kwa hiyo tunaomba sana sana Mdude Nyagali, tunaamini kwamba yuko mkoani hapa, hayuko mbali tunaamini kwamba yuko mkoani, taarifa ziko nyingi sana zinazoonyesha kwamba e, Mdude Nyagali yupo, na tunaamini kabisa kwamba Mdude Nyagali hana kosa lolote. Ndugu zangu wa Tanzania na waandishi wa habari, tunaamini kabisa kwamba mtanzania yeyote ambaye ana akili timamu e, anapasha kuwa na uchungu, anapasha kuwa na uzalendo na nchi yake. Na moja ya uzalendo wa nchi wa, wa, wa, wa kila mmoja wetu ni pamoja na kukosoa serikali ambayo iko madarakani kama inakuwa inafanya vibaya sababu kama unaona inakwenda tofauti ni lazima ukosoe. Na Mdude ya kale amewahi kusema kwamba nina kosa gani katika nchi hii kuikosoa? serikali ndio kosa langu la kuumizwa mara kwa mara? kosa langu la kukosoa serikali ndo, au kuishauri serikali ndo sababu ya mimi kuumia kila wakati? Kwa hiyo tunachokiomba ni kwamba tunahitaji kila mmoja wetu katika nchi hii e, atendewe haki na e, na, na, na, na, na moja ya kipaumbele cha nchi yoyote duniani ni usalama wa wananchi wake Haiwezekani Mdude Nyagari amechukuliwa kirahisi namna hiyo alafu mpaka leo wanasema hajapatikana, na tunatoa ushahidi kwamba e, jeshi la polisi baadhi ya makamanda ambao wako kwenye jeshi la polisi ndio ambao walikuwa wanamtafuta Mdude Nyagari na amepata hiyo taarifa, amepata hilo tatizo juzi. Mheshimiwa Kitime e, dr dr Kitime askofu wetu amepata amepata tatizo juzi. Baada ya kupata tatizo kushambuliwa, leo jana jana nani, Bashungwa waziri wa mambo ya ndani ameagiza yule mtu ambaye alikuwa na ana n anamtishia Dkt Kitimi akamatwe haraka. Haiwezekanavyo hasa, kumekuwa na kigumizi gani kwa rasio? Eh, tunampelekea majina ya watu ambao walikwenda kumtafuta nani huyo bwana Mdude Nyagali hataki kuwakamata, na anasema kwamba hawa watu kwa kweli ha, ha, anao watu wengi sana wenye majina ya kinashabani. Tunamwambia unaweza kuwa na majina mengi, lakini huwezi kuwa na namba nyingi za, za, za kina Shabani. Lakini pia huwezi kuwa na, na, na, na, na, na ubini wa wa nani, au, au, au jina la ukoo la kina Shabani walioko wengi watu wanatofautiana kwa, kwa majina ya ukoo, watu wanatofautiana kwa sababu wana namba. Tumempa na namba pale kwamba, hebu angalia hii namba ambayo ambayo ina, ina, ina, ina, ina, ina jina la Shabani, huyo ni askari wako, yuko hapa amesema kwamba kwa kweli hili ni jambo la kiupelelezi, siwezi kulian, kuangalia kwenye simu mpaka nifanye upelelezi. Sasa wakati anafanya upelelezi, si tunaamini kwamba ndugu yetu inawezekana anaendelea kuumia. Tunaomba Mdude Nyagali apatikane, na kama jeshi la polisi wanasema kwamba hajahusika basi wafanye kazi ya ziada kuhakikisha kwamba anapatikana ili ndugu na jamaa tuweze kuishi naye na kumpokea haraka iwezekanavyo. Kwa kweli nchi hii mpaka sasa hivi kumekuwa na shida kubwa sana ya utekaji tumeona viongozi wa dini wameanza kuumizwa, watu mbalimbali mbali wanatekwa. Kuna ma, ma, mamia ya, wat, ya wanachadema wametekwa. Tunaomba serikali hii ya Chama cha Mapinduzi wakubali kukosolewa, wakubali kwamba wao oh, sio malaika wakubali kabisa kwamba kwamba CHADEMA hatuwezi kuzungumza lugha moja na chama cha mapinduzi. CHADEMA ni chama cha upinzani ambacho nia yetu ni kushika dola katika nchi hii. Kwa hiyo tunaangalia zaidi mapungufu ya chama cha mapinduzi na wanapofanya mapungufu tunawakosoa, na tunapo wakosoa wakubali kwamba eh, maeneo hayo hawaendi sawasawa. Sasa kama leo hii hapa mtu anayekosoa anakwenda kukamatwa na kupotezwa tuko tayari kupotezwa kwa sababu tumeamua kufanya hii kazi ya Watanzania, tumeamua kufanya kazi hii kwa uzalendo mkubwa kabisa. Kwa hiyo tunachotaka kusema hapa e, kwenye presi yetu ni kwamba tunataka e, viongozi we, kiongozi wetu aweze kurudishwa. E, kama ameumizwa, sisi tuko tayari kumtibu kwa sababu tunajua kabisa kwamba e, tumekuta damu pale nyumbani. Tunaamini kwamba hayuko salama sana, lakini tunaamini ni mzima kabisa, hajafariki na tunamhitaji ndugu yetu ili tuweze kumuuguza kwa sababu tunaamini kabisa kwamba eh, ni, ni, ni, ni Mtanzania ana thamani kubwa, na ndio maana nchi za wenzetu ukiangalia, nchi kama Israeli mtu mmoja anapopotea taifa zima linanungunika rina, lakini Tanzania imeonekana kwamba ni jambo la kawaida tu, mtu anaweza akapotea, watu wakasema siku mbili, inaonekana ni kawaida. Lakini mkoa wa Mbeya tunasema hatutakubaliana na jambo hili, kanda ya Nyasa tunasema hatutakubaliana na jambo hili. Tunataka e, mazoea ya haya yakome kuanzia sasa hivi, na tunamhitaji ndugu yetu aweze kurudishwa haraka iwezekanavyo. Kazi ya polisi sio kwenda kuumiza watu kazi ya polisi sio kwanza kute, kwanza kuteka watu na kukamata watu. Kazi ya polisi ni kulinda raia na mali zao. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba tunajua kabisa kwamba e, jeshi la polisi tunaamini kabisa limeanzishwa kwa madhumuni ya kulinda raia na mali zao na tunaamini kabisa kwamba hawana uwezo wa kushindwa kumtafuta Mdude. Kama wanasema kwamba Mdude hawako naye na hawakumchukua wao, tafsiri yake ni kwamba wanaweza wa kumtafuta na kumpata. Mbona wanakamata watu wezi, wanakamata watu e, vibaka, watu watu wengi wanakamatwa na wanapatikana na vitu vingi ambavyo wanakuwa wanakuwa navyo. Kwa hiyo tunahitaji Mdude Nyagali kamanda wetu ambaye tunaamini sio mwizi hajakamatwa kwenye ugoni, hajawahi kuwa na skendo yoyote mbovu katika nchi hii. Skendo zake ambazo anazo ni skendo za uzalendo na kujenga nchi hii kwa ajili ya kuikosoa taifa hili. Kwa hiyo tunachotaka kusema ni kwamba tunamhitaji Mdude Nyagari. Ndugu zangu waandishi wa habari, majina yako hapa, tutawapeni majina na muweze kujua kabisa kwamba ni mafande gani ambao e, walikwenda kumuomba, e, kuomba wapate anwani au adresi ya Mdude Nyagari anapoishi na kesho na usiku wa manane Mdude Nyagali ameshambuliwa, amevunjiwa nyumba yake na ameshambuliwa na ameumizwa vibaya, na mpaka sasa hivi hatuko naye hapa. Mtu wa kwanza ambaye tumemtaja na kwenye mtandao mmemwona, anaitwa Shabani, eh, eh, Shabani Chalo, anaitwa Shabani Chalo. Huyu bwana ni, ni msaidizi wa RCO yuko kwenye kwenye mkoa wetu wa, wa, wa Mbeya.